Na kusalimu katika jina la mwokozi wetu Yesu Kristo. Karibu tuyatafakari maneno ya Mungu. Unaweza kutembelea tovuti yetu ya Nuru ya Upendo kwa mafundisho zaidi, pia bofia ya subscribe ili usipitwe na masomo mapya ya kila siku. Waweza pia piga namba uzionazo kwenye video hii kwa msaada zaidi. Swali letu la leo linauliza, Biblia inaposema vya Mungu mpeni Mungu inamaanisha nini? Jibu. Tunajua kuwa vya Kaisari tunavyopaswa tumpe ni kodi, lakini je, na vya Mungu ambavyo tunapaswa tumpe ni vipi, kulingana na Luka sura ya ishirini mstari wa ishirini na tano? Ili kuelewa vizuri ni vema tuisome habari yenyewe kwa kuanzia vifungu vya juu kidogo, ule mstari wa ishirini na moja na kuendelea. Wakamuuliza wakisema, Mwalimu, twajua ya kwamba wasema na kufundisha yaliyo ya haki wala hujali cheo cha mtu bali unafundisha njia ya Mungu kwa kweli. Je, ni halali tumpe Kaisari kodi au sivyo? Lakini yeye alitambua hila yao, akawambia, nionyesheni dinari. Ina sura na anwani ya nani? Wakamjibu, ya Kaisari. Akawaambia, basi vya Kaisari mpeni Kaisari, na vya Mungu mpeni Mungu. Wala hawakuweza kumshitaki kwa maneno yake mbele ya watu, wakastaajabia majibu yake, wakanyamaa. Mwisho wa nukuu. Nataka tujifunze jambo moja. Je, ni vigezo gani Bwana Yesu alitumia hapo kuhalalisha kuwa kodi ni haki ya Kaisari? Hiyo itatusaidia na sisi kujua vilivyo vya Mungu ni vipi. Sasa tunaona hakutumia kitu kingine chochote isipokuwa ile sura inayoonekana kwenye ile sarafu pamoja na anwani inayosomeka pale. Kwani dinari ile ilikuwa na sura ya Kaisari na anwani ya Kaisari. Hivyo ni haki kuwa mali ya Kaisari. Sasa kama vya Kaisari vilitambulika kwa sura iliyokuwa inaonekana juu ya sarafu, ni wazi kuwa na vya Mungu vitatambulika kwa njia hiyo hiyo. Maana yake chochote chenye sura ya Mungu hicho ni cha Mungu na anapaswa apewe. Tusonge mbele zaidi kwa kulinganisha na maandiko yafuatayo, Mwanzo moja ishirini na saba yanayosema, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Umeona? Kumbe sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, nyuso zetu ni nyuso za Mungu. Na kama tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, basi ni wazi kuwa sisi, yani miili yetu na roho zetu, ni mali ya Mungu na si yetu, na hivyo ni lazima tumpe Mungu vilivyo vyake. Biblia inasema hivyo kuwa sisi si mali yetu wenyewe, wa Korinto wa kwanza sita mstari wa kumi na tisa. au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mlipewa na Mungu wala si mali yenu wenyewe. Na tena inasema miili yetu inapaswa itolewe kwa Bwana, wa kwanza, sita, mstari wa mstari vyakula vyakula ni kwa tumbo, na tumbo ni kwa kwa tumbo tumbo na lakini Mungu atavitowesha vyote viwili tumbo na vyakula, lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana naye Bwana ni kwa mwili. Hiyo ikiwa na maana kuwa ni lazima tuitoe miili yetu kwa Bwana, ni lazima tumpe Mungu vilivyo vyake. Tusipofanya hivyo tutakuwa tunafanya makosa makubwa sana. Swali linakuja tena, je, tunampaje mungu vilivyo vyake? Kwa kuokoka. Kuokoka maana yake ni kumkabidhi Bwana roho zetu kwa kutubu dhambi na kubatizwa kwa maji na kwa Roho. Marko kumi na sita kumi na sita. Unapomwamini Bwana Yesu na kumkabidhi maisha yako, hapo umempa Mungu vilivyo vyake, na hivyo utakuwa umeyafanya mapenzi ya Mungu kwa kwa sababu utu wako wa ndani umeumbwa kwa mfano wake, kwa kujitenga na dhambi. Wakorinto wa kwanza sita mstari wa kumi na tatu lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. Hapa maandiko yanaonesha dhahiri kuwa mwili si kwa zinaa, bali kwa Bwana. Maana yake mtu anayefanya zinaa inaiharibu mali ya Mungu, ambayo ni mwili wake, kwa sababu mwili wake umeumbwa kwa mfano wa Mungu, una anwani ya Mungu. Hivyo si ruhusa kuharibu kwa zinaa au kwa pombe au kwa sigara au kwa kuandika tatu au kwa kuuvisha jinsi mtu atakavyo nguo za kubana au zisizo za maadili au kwa mambo mengine yote yanayofanana na hayo. Hivyo kwa hitimisho, ni kwamba vya Mungu anavyopaswa apewe ni roho zetu na miili yetu, kwa sababu vitu hivyo vina sura na anwani ya Mungu mwenyewe, kama vile dinari ilivyokuwa na sura na anwani ya Kaisari. Bwana akubariki. Tafadhali share ujumbe huu na wengine.